Nia ya kumvuta mtoto ni kuhakikisha kwamba mtoto huyu asiwezi kuendelea kukaa njiani muda mrefu na akachoka. Kuna nyakati ambazo mwanamke anakuwa kwenye uchungu na inafika mahali anakuwa amechoka sana na kipindi hiki tunasema kwamba ni kipindi ambacho unaweza kujikuta njia imeshafungwa kabisa na mtoto anatarajia kutoka, lakini baada ya uh, dakika chache au muda mfupi unashangaa kwamba huyu mtoto anashindwa kutoka, na mwisho wa siku daktari anapofika kwako anasema inabidi tuweze kukusaidia kwa kumvuta mtoto. Nia ya kumvuta mtoto ni kuhakikisha kwamba mtoto huyu asiwezi kuendelea kukaa njiani muda mrefu na akachoka, lakini kuna vitu ambavyo vina akiwa viweze kujulikana. Sio kila mtu anaweza mtoto wake akasaidiwa kwa kuvutwa, kwa sababu kuna nyakati ambazo mtoto anakuwa amekaa vibaya na ukimvuta unaweza kusababisha changamoto. Kwa kikubwa cha msingi, ni vyema sana kuhakikisha kwamba unaendelea kumsikiliza daktari wako au nesi wako ambaye anakuwa na kuongoza katika kipindi cha uchungu ili kuhakikisha kwamba hatua ya ya mwisho inapofika basi iwe ni rahisi kuweza kujua kama mtoto amekaa vibaya au hajakaa vibaya, na kama utakuwa umechoka, basi unaweza kusaidiwa kwa kufanywa kitu kinaitwa vacuum. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba kama mama atakuwa ameshindwa kujifungua kwa kusukuma mwenyewe, basi sisi kama madaktari tunasema kwamba ni vyema sana kuweza kusaidiwa. <coughs> Hivyo basi, hakikisha kwamba unakuwa katika maandalizi mazuri ya kiakili kwamba muda kama huu au zoezi linapofanyika, uweze kujua ni hali ya kawaida, na mtoto wako atakuwa katika hali nzuri, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kusevu maisha ya mtoto pamoja na mama. Hakikisha unaendelea kutufuatilia ili kuweza kuendelea kutusupport. Pia share hii clip ili watu waweze kujifunza zaidi.